Kwa majina naitwa Mhifadhi Mwandamizi 4997A Salimu Isare. Ni mhifadhi msaidizi wa mhifadhi mkuu Tarafa ya Nne. Leo tulikuwa na zoezi la usahili la kupata vijana kwa ajili ya kupambana na majanga ya moto. Na katika zoezi hili leo tulikuwa tumepokea tumepokea maombi mbalimbali mbali kutoka kwenye vijiji ambavyo vinatuzunguka ambavyo vijiji hivyo e, vinazunguka hii tarafa ya nne. Na katika maombi ambayo tumewapokea sisi kama ofisi tumepokea jumla ya maombi mia moja na saba na leo wamejitokeza takribani mia moja na tano ambao tumeweza kufanya nao usahili kwa siku ya leo. Na katika hawa tuliofanya nao usahili wametokea katika vijiji tofauti tofauti kama vijiji vya Magunguli, Ugorofu, Kitasengwa, Lugala, Mpanga e, pamoja na Kisilu. Na katika zoezi hili jumla tulikuwa tunahitaji tupate vijana takribani 49 ambao watakuwa wanahudumu katika tarafa hii ya nne na hususan katika section ya Magunguli ambapo tutakuwa na vijana sita na vijana arobaini na tatu watakuwa wanahudumu kwenye tarafa e, hii ya nne. Pia katika safu za, za, za Kisilu e, Kitasengwa, Lugala, Mpanga, Kitete moja na mbili, Luhunga moja na mbili, pamoja na Simbi. Na katika zoezi hili tumefanikiwa kupata vijana 49, eh, lakini pia kwenye vijana hao tuliowapata 49 tunachokiomba juu yao ni kwamba tu ushirikiano. eh, lakini pia tunaomba sana kwa wale ambao watakuwa wamekosa nafasi hiyo eh, bado tuna shughuli nyingi kama tarafa tunaendelea nazo eh, kama shughuli za kupogelea miti kama shughuli za kufanya usafi wa mashamba. E, shughuli zote hizo zinahitaji bado watu. Kwa hiyo kwa wale vijana ambao watakuwa wamekosa basi wasisite e, kuja kushiriki nasi katika e, kufanya zoezi hilo au kazi hizo ambazo e, zipo katika e, tarafa yetu. Wananchi ambao wanazunguka shamba letu hususan tarafa ya nne e, tuendelee kuzidisha e, ushirikiano E, katika kipindi hiki cha kiangazi ambako tuna, tunaelekea e, kwa lengo kuu la kuepusha e, kutokea kwa majanga ya moto, lakini pia tunawasihi na kuwaomba kama ikitokea kuna changamoto yoyote ya, ya moto mahali popote pale, basi mtu yeyote mwananchi yeyote asisite kutoa taarifa Eh, ya tukio hilo la moto ili vikosi hivi ambavyo tumeweza kuvipata leo viweze kufika kwenye maeneo husika na kuweza kutoa eh, msaada huo.